Tuelekee Afrika Mashariki, huko Uganda. Nchi hiyo inahesabu siku chini ya sita kuingia kwenye uchaguzi mkuu wa rais, bunge na udiwani, na tayari joto limeongezeka kuelekea hasa hasa kinyang'anyiro cha urais ambacho kinahusisha wagombea jumla ya wanane, akiwemo rais mkongwe Yoweri Museveni. Jeshi la nchi hiyo linaloongozwa na mwanawe rais huyo Kahozi Kainerugaba limekuwa likikosolewa sana kwa kujiingiza katika mchakato huo wa uchaguzi, likihusika kuwahangaisha kuwa wapinzani, Kainerugaba akituhumiwa kujitwika jukumu la tume ya uchaguzi. Je, ni kwa kiasi gani jeshi linajihusisha na uchaguzi huu? Nimemuuliza swali hilo mchambuzi wa kisiasa Kasim Kayira ambaye kwa sasa yuko London, Uingereza na kwanza alikuwa na haya. Sidhani kwamba ni mara ya kwanza jeshi linahusika katika uchaguzi. Chaguzi zote ambazo zimefanyika Uganda, angalia mwaka elfu mbili na kumi na moja, angalia mwaka elfu mbili na kumi na sita, uchaguzi wa mwisho kabisa wa ishirini na moja. Uh, unaona jeshi limekuwepo kwa njia moja au nyingine, njia moja kama ya kuzuilia viongozi wa upinzani wakati uchaguzi unaenda kufanyika ama hapo baada ya uchaguzi kufanyika. Uh, na jeshi limekuwa katika siasa za Uganda hadi Uganda kujinyakulia uhuru. Kayira, umetoa mifano ya kwamba sio mara ya kwanza jeshi la Uganda kuingilia masuala ya kisiasa. Kwa mazingira kama hayo, wapiga kura wana imani yoyote kwa jeshi la polisi na jeshi la Uganda katika kusimamia uchaguzi huu? Ha, imani, nafikiri Wanauganda wanapoona, hasa katika kampeni za upinzani, unaona kwamba walikuwa ni kama wametarajia kwamba wanajeshi ama jeshi litajihusisha katika njia hiyo, na kwa hivyo wanaweka njia za kujua kwamba hakutokuwa na uhaki katika njia hiyo, lakini hata hivyo, kuendelea na kampeni uh, inaonyesha kwamba kwa wapiga kura, mpaka pale ama hadi pale watakapopiga kura yao, hilo halitobadilika. Maanake wataendelea licha ya kutojua kitakachotokea, kwa sababu katika chaguzi zilizopita majeshi yamekuwa yanamwagwa kwenye barabara za miji, hasa miji mikuu ambako upinzani unakuwa na nguvu, na kwa hivyo kuzuilia watu kuweza kujitokeza hasa pale wanapokuwa na shaka na matokeo ya uchaguzi. Kaira, jeshi linapewa na nani mamlaka ya kujiingiza kwenye uchaguzi nchini Uganda? <laughs> hilo ni swali gumu kwa kweli, lakini pia ra swali rahisi zaidi, kwa sababu mkuu wa jeshi, amiri jeshi, ni rais mwenyewe, ambaye kwa kuwa rais bado ni mmoja katika wale wanaogombea, ni mgombea katika uchaguzi, ilhali ndiye kamanda wa majeshi. Lakini pia pili, mwanawe jenerali uh, Muhozi Kainerugaba ndiye mkuu wa jeshi manake, hapo labda hilo ni swali ambalo lingeweza kujibika kwa njia ya rahisi sana. Lakini kuna nyakati ambapo hata kuna operesheni ambazo zinafanywa, unakuta malalamiko kwa wenye kamandi kuu ya ya jeshi. Maanake unaona kama chaguzi lilizopita kidogo kulikuwa kuna kundi linaitwa Karangara Action Plan ambalo lilikuwa linaongozwa na kapteni mmoja mstaafu uh, Kakoza Mutare, ambayo lilikuwa ni kama kundi la sungusungu lakini wafujo. Licha ya kuwa walikuwa wanaegamia serikali, ilikuwa mm -hmm. Ni kundi ambalo linakuja nyakati za mwisho za, za, za, za uchaguzi na kuanza kuleta vurugu. Kuna viti ambavyo vimetengwa maalum kwa ajili ya kuwakilisha wanajeshi ndani ya bunge hili, hebu tupe ufafanuzi kidogo kuhusu hili. Je, jeshi na nalo linagombea kwenye uchaguzi? <laughs> Sio kugombea, wale wanachaguliwa tu kwa sababu njia yao ya uchaguzi ni tofauti. Historia ya Uganda kama nilivyosema, tumekuwa na jeshi, majeshi yamepindua serikali miaka hii yote. Museveni mwenyewe baada ya kushindwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na moja ndani ya uchaguzi aliingia msituni na kwenda kupigana vita ambavyo vilikuja kupindua serikali mwaka elfu moja mia tisa themanini na sita na kwa hivyo waliona kwamba kutokana na historia ya kijeshi na vile walivyohusika na siasa ya Uganda itakuwa ni kosa kubwa kusema, kusema wanajeshi watengwe katika yale yanayoendelea ndani ya taifa, na hivyo ikatengwa nafasi kumi ambazo zilipewa wanajeshi nam hmm. ni na Kasim Kayira huyo msikilizaji, mchambuzi wa siasa za Uganda. Na mwanawe Museveni ni Mohozi Kainiruga bana, wala sio Kahozi kama ulimi ulivyoteleza.